Bingwa wa Muungano Cup ambapo tunakumbuka mashindano yalifanyika kule Pemba, bwana ikura tu ikiendelea, ubingwa wao wa nne, wamekuja kutua mbele ya mtani wao wa jadi Simba Sports Club, kitu ambacho hakuaminika , aki, kabisa lakini wao wamekifanya wakashinda mechi mbili bila e. e. na siku ya e. jana amechukua amechika e. bingwa wao ya e. yaa e. shamra shamra hizo zikiendelea, mabingwa wa elfu mbili ishirini na tano ubingwa wa kuichukulia mbele ya mtani wao ni historia kubwa imewekwa. Mechi ya mwisho kabisa msimu huu inaamua ubingwa, amechukua ubingwa mbele ya mtani wao kabisa Simba Sports Club. Baada ya hapo akaenda kuchukua ubingwa mwingine Zanzibar siku ya jana dhidi ya timu ya Black Star, timu ambayo ni timu ya kisasa timu ambayo imekuja ndani ya miaka miwili mitatu, lakini imefa... ina makuu, ina makuu yake ikakutaa na Yanga jana, akakubali kichapo cha goli mbili <muchan> ni historia <muchan> Yanga anazidi kuiandika tu. Ikumbuge kocha Mirudi Amdu alipokea timu ikiwa haina kocha na <muchan> ikiwa imeyumba kidogo, lakini kaja katikati ya msimu, hakuwa na preseason na, na timu lakini amefanikiwa kuchukua makombe manne ndani ya msimu huu. Ikumbukwe tu kwenye Toyota Cup South Africa akuwepo yeye, alikuwepo mwalimu Gamondi, ila yeye a makombe mengine yote manne ameatetea yeye na kuwafanya Yanga kuwa na makombe matano msimu huu kati ya sita walokuwa waikatia msimu huu ni bora ya

Timu ya ubingwa hii inachukua mara nne mfululizo kwenye ligi yetu, ligi ambayo ilikuwa ina upinzani sana msimu huu. Mechi ya mwisho kabisa ilii kuamua nani atakuwa bingwa, mechi ambayo ilikuwa ina mambo mengi pia tu mkutano usiwepo kuwa haitochezwa mara aitochezwa, lakini hatimaye liafika mchana, simba walipost kama watacheza na walikuja uwanjani ubora tu wa wananchi ukawafanya wakaibuka na ushindi wa goli mbili ambazo ziliwafanya wawe mabingwa wakatawaza kuwa mabingwa 2024 na 2025 machampioni hawa rekodi imewekwa wamechukua makombe matano ndani ya sita walokuwa wakia msimu huu bora mkubwa sana huu. Haikumbuki mara mwisho lini ilikuwa hivi, lakini ni wananchi ambao wanafanya hilo. Ubingwa mkubwa wakiwa mchukua ni wa NBC. Ubingwa ambao walitoa mbele ya watani zao wa wa jadi Simba Sports Club.

mashabiki nao wakiwa wanafuraha sana leo kuipokea timu yao. Kumbuka tu leo ni siku ya kazi, lakini mashabiki wamejitokeza kwa wingi namna hii kwa sababu ni tu upendo wa timu yao, timu ambayo imeweka rekodi kubwa, timu ambayo inatarajiwa tuenda kuweka rekodi kubwa, timu yenye ubora, timu ambayo tunaamini ni bora kwa sasa kwa soka letu la Tanzania rekodi nyingine bwana, ambayo wameweka ni kumfunga mtani wao mara tano mfululizo, swala ambalo halikuwahi kutokea kabisa, lakini wao wamelifanya kumfunga mtani wao mara tano mfululizo, huku mtani akiwa amekubali goli kumi na moja kwenye hizo mechi tano. Ni historia kubwa ambayo wananchi wanaiandika, kwa maana leo wanashangilia kwa alichofanya bodaboda boda wakiwa wanaonekana pia kuunga msafara huo kuwasindikiza, ni mashabiki hao wote. Unaona watu ni mashabiki, wameacha kazi, lakini wamekuja ku support timu yao ambayo inawapa furaha, timu yao ambayo inaamini itawafikisha kwenye nchi ya hadi. Ikumbukwe tu msimu huu Yanga waliishia hatua ya makundi kwenye kabu bingwa ya Afrika, baada ya kushindwa kufuzu kwenda robo fainali, wakajipanga wakarudi kwenye ligi na mambo sasa ni mazuri. Makombe yote waliopata wakachukua. Hiyo inayoonekana hapo ni gari iliyobeba makombe na wachezaji wakiwa wanashangilia tu ubingwa, na kwa taarifa zilizopo kwa watapitia pia wa watani zao wa jadi pale Msimbazi wakafurahie nao wa pamoja, kwani mpira ni dakika tisini tu ambazo zinawatenganisha, lakini baada ya hapo wao ni marafiki kabisa. Kwao wakitoka hapa wataenda kwa ndugu zao Msimbazi, pale watacheza pamoja, na ndo desturi zetu zilivyo. Hata ikumbuke msimu ulopita walivyochukua, walipita pale kuenda Msimbazi kushabikia pamoja na mashabiki wa Simba. Yote ni kuonyesha umoja wa mashabiki wa, wa mpira nchini Tanzania kwamba upinzani wetu ni ndani ya dakika 90, lakini tukitoka hapo sisi ni wamoja, sisi ni Watanzania. Iko ndio kitu ambacho kinawavutia watu wengi sana, hata wakija Tanzania wanashangaa umoja wa hizi timu nje ya dakika 90. Ni bodaboda boda hao, sasa wakionekana kwa wingi, bodaboda boda hao kliboda ni wengi, nao wamekuja kuisapoti timu yao. Bendera nyingi zikionekana za wananchi, ni mbali tu sherehe hiyo kuichangamsha siku hii ambayo itakuwa ni siku ya kihistoria, siku ambapo Yanga walitoka kuchukua ubingwa jana na leo wamekuja kushangilia kwa pamoja na mashabiki zao, majaji nazo zikiungana pamoja na boda boda. Sasa ili kuendelea na shamra shamra hizi ya kushabikia ubingwa, ikumbuke mwalimu Milu Damdi, ndio mwalimu ambaye ana historia kutoka makombe haya manne yote ambayo alishiriki. Kasoro moja ambalo la Paris South Africa ambalo a kuchukua yeye lakini kwanza hapo yote ndio mda ilifanikiwa kuwachukua na yeye. Wananchi wanampongeza pia kwa heshima kubwa aliyowapa heshima, ambapo amewafunga watani zake mechi ya mwisho swala so ambalo alikuaminika, kwani Simba amepoteza mechi nne mfululizo. Kwa hiyo iliaminika kuwa itakuwa mechi moja ngumu sana, mechi ambayo Simba atahitaji point ili awe bingwa lakini walimu Meruda Amdi pamoja na wachezaji zake wakajituma kwenda kuchukua ubingwa huu. Shabiki huyo bwana akionyesha ana furaha sana, ana furaha sana ilo, ndo gari la ubingwa lenyewe bwana, lina makombe matano huko ndani, lilizo makombe matano ambayo msimu huu amechukua. Ni historia tu, wananchi wanaandika ni historia tu nyomi la watu wakiwa wamejitokeza huu wote ni upendo ukumbuko. Leo ni siku ya kazi, lakini wananchi wamejitokeza kuja kuwashabikia wachezaji wao na kuwapa hamasa kuelekea msimu ujao. Ni nyomi la mashabiki yao shangwe, wakishabikia moja kati ya timu kubwa Tanzania baada ya kuchukua ubingwa wa NBC mara nne mfululizo, pia na kombe la CRDB wakichukua mara nne mfululizo. Ni wananchi ambao wanaweka historia hiyo. Kitu ambacho kitakumbukwa zaidi msimu huu ni ile vuta ni kuvute kuelekea mechi ya dabi. Wananchi hao wakizidi kushabikia wakionekana wengine wamevaa medali za CRDB Cup, wakiwa wamejichora wengine kuonyesha jinsi gani wanaipenda mshabiki bwana, wakiwa wamejiandika Pakome kuonyesha tu jinsi gani anamkubali Pakome, jinsi gani anampenda Pakome, jinsi gani wanavutiwa na wana uchezaji wake. Ukumbukwe tu mashabiki wengi wa Yanga wanatamani msimu huu Pakome ndio awe MVP kwa ubora wake aliofanya, ustadi wake wa kuchezea mpira, wanaamini anastahili kwa MVP. Mashabiki yao, nyumbi la mashabiki likionyesha tu upendo kwa timu yao ni historia tu, ni historia, ni historia kubwa inaandikwa. Bodaboda wakizidi kuongezeka, nyomi ya bodaboda wakizidi kuongezeka, kila shabiki akionekana kurekodi tukio hili la kihistoria wananchi ambao wametoka kulangamia tu juzi baada ya kuchukua ubingwa wa NBC. Nyimbo hizo sasa zikiendelea, nyimbo hizo zikiendelea, mashamshamu hayo, furaha tu, furaha tu inayoendelea sasa, nyimbo ya Aviola ikisikika furahi, wanafurahishwa bwana, mashabiki wanafurahishwa hii yote ni baada ya kumpiga mtani wao mechi yao ya mwisho k kwa, kwa imekuwa ni historia, kwa imekuwa ni kitu kikubwa sana, wao wanaonekana kukipenda kile kitu. Gari hilo likiwa limebeba wachezaji na makombe yote ambao wamechukua msimu huu. Ona mashabiki walikojitokeza kwa wingi, ni upendo tu kwa timu yao, ikumbuko tu. Leo ni Jumatatu, siku ya kazi, lakini mashabiki wengi wamejitokeza kuja kuisupport timu yao ambayo imefanya makubwa ndani ya msimu huu, imeandika historia kubwa, kumfunga mtani mechi ya mwisho na mara tano mfululizo. Alikuwa jambo jepesi, alikuwa jambo jepesi kabisa, lakini wao wameliweza ile. Wananchi wameandika historia kumfunga mtani wao mara tano mfululizo, mashabiki yao wakiwa wamejitokeza bwana kwa wingi. Tumekuwa na maswali mengi sana kuhusu mpira wetu wa Tanzania. Kwa nini mashabiki wanajitokeza kwa upendo? Kwa nini mashabiki wanajitokeza kwa wingi? Hii yote ni kutokana uongozi wa timu unajieza karibu na mashabiki zake kibungo, bwana, juzi wametoka kulangamia. Inaonyesha kuwa viongozi wa timu na mashabiki zao wote wako karibu kusapoti timu yao, kuchukua ubingwa mara zote hizi, miaka yote hii, ni ubora tu na ni mashabiki hawa hawa ambao wanakuja kuujaza uwanja kuchukua burudani, wengi wao wakiwa wametoka pia jana kusupport timu Kunguja baada ya kuchukua ubingwa kwa CRNB Cup mbele ya Black Star. Magoli ambayo yalifungwa ni mawili, wakifungwa na kiungo Kenya Duke Abuya na pia mchezaji wa kimataifa wa Tanzania Clement Mzize mchezaji ambaye amekuwa na msimu bora sana, mchezaji ambaye rumors zimekuwa nyingi kwa anahitajika na vilabu vikubwa Afrika, ikiwemo Zamalek kwa mhitaji huduma ya kijana wa Kitanzania Clement Mzize, baada ya kuonyesha ubora wake. Mkumbuko mwenzao asisikia aliondoka kuelekea Wydad, baada ya kuonyesha ubora mkubwa sana msimu uliopita, baada ya kuwa MVP, lakini msimu huu wadai waliona wa wanahitaji huduma yake hivyo alimchukua mapema sana ano, mafema, uh, na watu wali walijua timu inaweza katetereka kutokuwepo kwa Zizi, lakini ubora wa uongozi ubora wa wachezaji kujituma kwa wachezaji morali ipo juu wameweza kuchukua mabingwa ubingwa, mashabiki wakiwa wamejitokeza kwa namna yake kusindikiza makombe na timu yao. Hizi ni shamra shamra shamra shamra zinazoendelea, bodaboda wakionyesha majojo yao na furaha yao, nyimbo zikitawala. Bwana, ni tukio la kihistoria, ni tukio la kihistoria, kwani imeanzishwa na wao na wanaendelea kufanya wao wakichukua ubingwa kuja kushangilia na mashabiki zao, kuja kufurahi na mashabiki zao. Ni upendo tu ambao uongozi umeamua kujiweka karibu na mashabiki zake. Bendera zikionekana zile za wananchi, bodaboda kwa kiasi kikubwa akiwa amejitokeza. Upendo, upendo huu unaonekana sasa, ni dhahiri shahiri, ni upendo kwa timu yao mashabiki kwa kiwango hiki kujitokeza kuja tu kusindikiza ya timu yao pale Jangwani, kwani imeanzishwa na wao. Tukio la kihistoria kabisa hili, mashabiki wengi wakiendelea kumiminika, wengine wakikutana tu na timu mtiani wakiunga upendo upendo upendo, ni unaonekana, kuna shahidi ni upendo kwa timu yao, mashabiki kujitokeza kwa pale Jangwani, historia kabisa hii, mashabiki wengi wakiendelea kuendeleza mashabiki wakiendelea kushangilia timu yao wakizidi kuongezeka wakizidi kuongezeka. Mashabiki hawa wengi wakitamani kuwaona wachezaji wao wengi wakitamani kuwaona wachezaji wao wakiwa wana dimandi ko kitu, nataka kuwaona wachezaji wao kuserebuka nao pamoja, baada ya support ya msimu mzima waliowapa wachezaji. mashabiki wengi wakiwa wameonekana wamevalia jezi hizi za Yanga. Huu ni upendo mkubwa ambao wanazidi kuonyesha. Mas, mashabiki wengi wakiwa wamevalia hizi jezi, wakizidi kuongezeka wakizidi kuongezeka mashabiki hao, gari ilikuwa limeandikwa mabingwa hawa 2024 2025 wananchi Champions mara thelathini na moja wamechukua ubingwa wow, wa NBC, timu ambayo inaongoza kwa makombe mengi kwa sasa, timu ambayo iko proud na mashabiki zake. Mashabiki wengi wakiwa wameonekana wamevalia jezi hizi za Yanga. Ni furaha, ni furaha kwa mashabiki Mashabiki wakizidi kuongezeka, mashabiki wakizidi kuongezeka, bajaji nazo zikizidi kuongezeka. Gari la ubingwa ndio hilo, gari la ubingwa ndio hilo ambalo wananchi wamelichora, mabingwa. Rangi zimepita kwenye gari bwana, njano ikitawala, kijani ikitawala. Hii ndio alama inayozidisha kama hii ni Yanga. Bendera zikiwa kwa wingi kumaanisha Yanga ni timu kubwa, Yanga ni taifa kubwa. Bado tuko eneo la airport, ni eneo ya haya haya, karibu hapa airport, mwendo ukiwa ni mdogo mdogo ili kila shabiki ashuhudie yale makombe na afurahie ubingwa huu. Wengi wao ukiwauliza, anakwambia kumfunga mtani mechi ya mwisho na kuchukua ubingwa ni furaha kwao, swala so, ambalo walikuwa kutokea kwa muda mrefu sana, mechi ya mwisho kuamuliwa ubingwa na wao wakachukua ubingwa kwa kwao, ilikuwa ni historia kubwa. Mashabiki hao mashabiki bado wanaendelea na, na wana shamra shamra kusindikiza makombe yao yote matano ya msimu huu, ambayo <mulayani> asubuhi ya leo tu walitoka, wali kumpa heshima rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi na kumpelekea makombe yote matano. Wananchi hao bwana, makombe asubuhi alikuwa Zanzibar Ikulu, sasa hivi yako kwenye gari, na wananchi wenyewe wanashuhudia makombe yao. Ni furaha hizi zinazoendelea. Kwa mbali akionekana shabiki mmoja wa Simba bwana waunga mkono wenzao, ni majirani kukuke, ni majirani tu, ni dakika tisini ambazo ni maadui lakini baada ya hapo ni marafiki. Na safari hii ya kuelekea Jangwani pia tutapishia Msimbazi pale kufurahia kwa pamoja mashabiki yao. Ni furaha, ni furaha, nyimbo zikiendelea, nyimbo zikiendelea. Sasa ni shamra shamra, ni shamra shamra hivi